Uwezo wa uzalishaji utapanda hadi kufikia megawati 4,031.71 ndani ya mwezi Machi 2025 baada ya kukamilika kwa mtambo wa mwisho wa mradi wa JNHPP. Kukamilika kwa mtambo huu kutafanya mitambo yote tisa ya JNHPP kuwa tayari kwa uzalishaji. Mbali na jitihada zilizofanywa kwenye uzalishaji umeme, Serikali kupitia Wizara ya Nishati imeendelea kuwekeza kwenye miundombinu ya usafirishaji umeme ili kuhakikisha mambo yafuatayo. moja. Umeme kufika kwa wateja ukiwa katika viwango bora, yani quality of power supply. Mbili. upotevu wa umeme unapungua. Tatu. mfumo wa gridi unaimarika zaidi improved system stability na kupunguza hitilafu mbalimbali mbali za kutoka kwa sehemu au mfumo mzima. 4. Kiwango kikubwa cha umeme kinasafirishwa kutoka kwenye vyanzo vya usafirishaji kwenda kwa wateja waliopo pembezoni na sehemu mbalimbali mbali za mikoa na wilaya. Katika jitihada za kupunguza upotevu wa umeme, kuimarisha mifumo ya umeme pamoja na kuweza kutumia vyanzo vya umeme vyenye gharama nafuu, Nchi za Tanzania, Kenya na Zambia ziliingia makubaliano ya kujenga njia ya kusafirisha umeme, interconnectors, iliyounganisha mifumo ya gridi ya umeme na nchi hizo ili kupunguza gharama za uzalishaji kwa kutumia umeme wa gharama nafuu unaoweza kupatikana nchi jirani na kupunguza matumizi ya vyanzo vya gharama kubwa. Mradi huu ulijulikana kama ZTK, yani Zambia, Tanzania, Kenya, ambapo mpaka sasa umekamilika kati ya Tanzania na Kenya na unaendelea kutekelezwa kati ya Tanzania na Zambia. Ili kupunguza upotevu wa umeme unaotokana na kusafirisha umeme katika umbali mrefu pamoja na kuboresha stability mifumo, nchi majirani Tanzania, Kenya na Ethiopia zimeingia makubaliano ya kuuziana umeme pale ambapo nchi mmoja itakapokuwa na uhitaji kwa sababu za kupunguza gharama pamoja na kuimarisha mfumo wake wa gridi ya umeme. Kwa kuwa vyanzo vyetu vya vya uzalishaji umeme vipo zaidi upande wa kusini kwenye mikoa ya Dar es Salaam, Morogoro, Iringa na Pwani kwa sasa, jitihada mbalimbali zinafanywa ili kuimarisha hali ya umeme upande wa kanda ya Ziwa Kaskazini Magharibi pamoja na kanda ya Kaskazini. Jitihada zinazoendelea ni pamoja na utekelezaji wa miradi ya ujenzi anjia kubwa za kusafirishia umeme kutoka Chalinze hadi Dodoma 400 kV ili kupunguza upotevu wa umeme na kuimarisha mifumo ya gridi. Vilevile njia nyingine ilikuwa na chanzo nafuu cha umeme kinachopatikana jirani na kanda hizi, ambapo kwa sasa unaonekana kusafirisha umeme wa kutoka nchi jirani ni nafuu kuliko usafirishaji wa umeme katika umbali mrefu ndani ya nchi. Uendeshaji wa masoko pamoja na kuuziana umeme ya ukanda wa mashariki mwa Afrika yaani Eastern African Power Pool EAPP, na kusini mwa Afrika Southern African Power Pool, SAPP, katika kuhakikisha nchi zinazounda ukanda wa mashariki EAPP zinaotumia vyanzo mbalimbali mbali vya umeme vya bei nafuu vilivyopo kwenye ukanda huo, nchi wanachama zimejiunga na soko la pamoja la kuuziana umeme, ambapo kutokana na vyanzo vilivyopo nchi inaweza kuuza au kununua umeme kwa bei nafuu kutokana na nchi wanachama ili kupunguza gharama za uzalishaji. Kwa upande wa kusini mwa Afrika, Tanzania imejiunga na soko la pamoja la SAPP ambapo tayari ilianzishwa ambapo tayari ilishaanzishwa na linafanya kazi kwa nchi ambazo tayari miundombinu ilishakamilika, ambapo kwa sasa tunaendelea na utekelezaji wa mradi wa TAZA, ambapo kukamilika kwake kutafanya Tanzania kutumia fursa ya umeme unaozalishwa kwenye bwawa la Julius Nyerere na vyanzo vingine, vya kuanza kuuza umeme ukanda wa kusini mwa Afrika, yani SAPP. Hivyo, lengo kuu la kuuza au kununua umeme ni kuimarisha kwa mifumo ya gridi za umeme za nchi husika pamoja na kupunguza gharama kwa kutumia nafasi tuliyonayo kijiografia. Tanzania itatumia nafasi ya masoko haya ya umeme kununua na kuuza umeme kwa bei nafuu kutoka ukanda wa mashariki mwa Afrika na ukanda wa kusini mwa Afrika. Serikali kupitia Wizara ya Nishati inaendelea kuhakikisha kuna kuwepo na miundombinu imara itakayowezesha manunuzi na mauziano ya umeme ndani ya ukanda wa EAPP pamoja na ukanda wa SAPP ili Tanzania inufaike kwa kuuza na kununua umeme, lakini pia kuingiza fedha zitokanazo na gharama za kupitishia umeme kutoka ukanda mmoja na kwenda mwingine.